Kama mimi cha chakwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kupata fursa hii ya kuchaguliwa katika kikosi cha timu ya taifa. Kiukweli mi nimejisikia furaha sana na mazingira ni mazuri sana, wenzangu kambini wamenipokea vizuri sana na wananionyesha upendo mkubwa sana kwangu. Mimi linanipa fursa kubwa sana, chakwanza niendelee kujifunza katika kari yangu ya mpira, kwa sababu ni watu ambao wamenizidi, washapita sehemu mbalimbali, washacheza timu kubwa. Kwa hiyo mi napata kitu kikubwa sana kutoka kwao, najifunza vitu vingi sana kutoka kwao. E, kiukweli mchezo kwangu ni mkubwa kama ulivyosema, lakini mchezo ambao utanikuza mimi pia nasema, kwa sababu wanakwambia katika maisha ukitaka kuwa mkubwa lazima upitie vitu vikubwa, na ndo kama hivi vitu vikubwa kwao. Mimi na imani kupitia hili kubwa litanifunza mimi mwenyewe pia kuelekea katika hali yangu. Cha kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na pia na furaha kuungana na timu Morocco, niko -niko Casablanca, na timu dhidi ya Moroko hapa. Maana mimi nilikuwa Casablanca na timu imekuja jana, nimeungana nayo kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nimekutana na wachezaji wenzangu na furaha kuwepo hapa. Cha kwanza mashabiki wa hapa kwanza ni mashabiki ambao wanahamasa muda wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na cha pili pia ni mechi ambayo ni mechi ngumu tunaenda kucheza dhidi ya Moroko lakini kwa sababu hii ni vita na tuko vitani, kwa hiyo tuko tayari kupambana na lolote litatokea, na tukishirikiana na wenzangu pamoja, pamoja na benchi la ufundi naamini tutakuwa na mchezo mzuri dhidi ya Morocco. Hali ya hewa hapa ni baridi, ni baridi lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa miezi ambayo niko sasa hivi, miezi miwili na mazingira hapa ni sha ya adapti, kwa hiyo baridi ya hapa ni nomo kwa mimi navyohisikia na hisi na kawaida. A, ni cha kwanza ni hatua kubwa ambayo nimeipiga kwa sasa, na nilikuwa ni malengo yangu hapo mwanzo na Mwenyezi Mungu amenisaidia nimefikia malengo na, na bado ni mwanzo, na naamini na, na safari ndefu kufuatia mabrazo ambao wamenitangulia akina Simon Msuva akina Miroshi wakina Mbwana Ali Samata. Kwa hiyo naamini na, ni nyayo ambao napita katika njia zao ambao wamepita hapo awali.